Karibuni, uh, okay, sana Kingo Farm. Sasa, bwana leo hii ukiangalia kama umetuzoea hapa Kingo Farm, unaweza ukaona kidogo nipo mazingira tofauti na uh, siku nyingine hapa. nipo kwa uh, mzee mzee wangu mimi uh, mzee wa Kingo Farm uh, sasa uh, moja ya, ni moja ya mfugaji ambaye alihamasika sana na ufugaji wetu eh, sisi uh, na yeye akaanza kufuga sasa leo nataka nikupe siri ndogo ya mafanikio eh, kwenye ufugaji. Nataka nikupe uh, historia fulani ambayo ili, ilimtoa kwenye hasara Ae, sio kila mfugaji anayefuga anapata faida. Kuna namna unaweza ukafuga ukawa unapata hasara. Kwa mfano, aa, hapa alikuwa anapata hasara, sasa sasa hivi anapata faida kwa kubadilika kwenye kitu kimoja tu. Ukiangalia haya mabanda ni matupu, haya ni matupu, hata huyo ni kuku wa kienyeji amefungwa, ni matupu, hayana kuku haya mabanda, hili hapa Uh, manake huyu alihamasika, huu mzee wangu alihamasika kufuga alipokuja kwetu Kingo Farm akajenga banda. Kuna banda moja hili hapa, kuna banda jingine, ngoja nikuonyeshe hili hapa, ambalo limegeuka limekuwa kama stoo uh, ama lakini kuna mabanda pia haya haya hapa hili sasa ndio lina kuku na banda jingine hili kwa ajili ya kulelea vifaranga. Banda hili hapa kwa ajili ya kulelea vifaranga na lenyewe lina vifaranga sasa. Uh, mwanzo alikuwa anafuga kuku wengi, alikuwa analeta hapa kuku mia nne mia ngapi, wakawa wanamwingizia hasara. Yawezekana hata wewe kwenye ufugaji umekutana na kitu kama hicho. Leta kuku, huelewi, wanapata magonjwa, changamoto zinakuwa ni nyingi. Siri kubwa, sasa tunatatua magonjwa, fanya hivi, fanya hivi, mara mara moja atapata faida, mara nyingine atapata hasara. Nikaja nikagundua kitu kimoja ambacho nilimshauri kimemsaidia. Nikamwambia kwamba uh, shida kubwa nayoiona wewe, na wewe unafuga eh, kuku wengi ambao eh, wanakushinda wana kuhudumia zungumzia kuhudumia, sio fedha tupo. Wafugaji wengi mtafikiria labda inatakiwa uwe na bajeti. Unaweza kuwa na bajeti, kwa mfano mzee hapa alikuwa na bajeti vizuri kabisa, lakini namna ya kuwahudumia wale kuku. Ninapozungumzia namna ya kuwahudumia wale kuku, kuna muda unakaa na kuku unawaangalia kwamba hawa wana dalili fulani. Sasa inatakiwa uweze kudhibiti magonjwa ukiwa na kuku wachache unajua, unaweza ukaingia bandani mara moja tu, mara moja tu. Kwa mfano yeye yupo biza na mambo yake mengine, kwa hiyo akiingia mara moja kama hivyo, akiwawekea maji vile, akawawekea chakula, tukutane kesho tena asubuhi. Umeona? Lakini ukishakuwa na kuku wengi, hicho kitu huwezi ukafanya hivyo. Yani eh, kwa mfano sisi KingoFarm, eh, mnaofahamu mashamba shamba, shamba letu pale huwezi ukaingia mara moja tu bandani, yani kwa siku mara moja? Hapana, yaani kwa siku inatakiwa uingie bandani mara nyingi zaidi, uwachunguze kuku, kwa sababu tali ni wengi, umeona? kwa hiyo hicho kitu nikamwambia hapa, nitakao tuaze upya, zoea kwanza kufuga kuku wachache mia moja mia moja tu au unawaona hapa ni mia moja na wana wiki mbili awa vifaranga wa saso boksi moja tu hili hapa boksi moja hili walimletea walimletea saso mia moja ilikuwa ni tarehe tarehe tisa mwezi wa kumi na moja tarehe tisa nadhani mpaka leo tarehe tisa mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano mpaka narekodi hii video leo hii ni tarehe ishirini e, ni tarehe uh, ni tarehe ishirini na tatu. Kwa hiyo unaweza ukaona ni wiki mbili, na wametoka kupata chanjo ya gumboro. Ametoka kuwapatia chanjo ya gumboro, kwa sababu chanjo ya kwanza ni Newcastle, chanjo ya pili ni gumboro, chanjo ya tatu ni Newcastle tena, unarudia unakuja tena unarudia gumboro unakuja unaweka ndui kila baada ya wiki moja, vifaranga wao wanapewa chanjo hapa. Vifaranga walio uh, kufa ni vifaranga wawili. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni vizuri, na hiki chumba kiangalia hakina dirisha vizuri, lakini ni, ni, bulda anatumia bulda. Baadaye wakikua na watoa hapo hao, na wenyewe walikuwa mia moja, hawa hajafa hata mmoja. Hawa hapa, walikuwa mia moja, amewauza wamebaki hamsini. Kwa hiyo unaweza ukaona ni e, nilipomshauri mshauri kwamba bwana rudi kwenye idadi ndogo ya kuku mia moja hapo, sasa amekuwa anafanikiwa na anapata faida. Unaweza we ukawa na kuku mia moja tu kuku mia moja ukawa unapata faida zuri kuliko mtu mwenye kuku wengi ambao wanamshinda wanakufa wengi, lakini pia um, gharama labda anazotumia ni kubwa. Umeona? Kwa hiyo hii ndio siri ambayo ilimfanikisha, lakini pamoja na hivyo, anayo elimu nzuri kabisa ya kutumia tiba za asili, a, jinsi ya kuwapa chanjo, kuwalea kuku. Tatizo tu lilikuwa ni namna ya kuwahendo eh, hao kuku, a, wengi aliokuwa anawaleta kwao. Alipopunguza hivi idadi, basi anaenda vizuri. Kwa hiyo siri kubwa ya mafanikio ambayo ninaweza nikasema ni kwamba, e, start small aza na kidogo, yani aza na kidogo, huo unakuwa taratibu. Hata sisi Kingo Farm tuliaza na kidogo zaidi. Sisi tuliaza na kuku kumi na moja kuku kumi na moja tulipowahudumia kuku kumi na moja tukauza tukapata faida, tukaaza kuongeza kuku ishirini Tulikuwaga tunanunuaga vifaranga wa elfu kumi kumi, yani kama mfugaji akifuga hivi aa, wa vifaranga wakifika siku arobaini na tano akishawapatia chanjo zote anauza. Nazani maeneo mengi yo, e, biashara mnaijua, anauza tunawanunua tunaenda tukajaga tukanunua mpaka hamsini, tukaja tukanunua mia moja kwao, tulikuwa tunaenda taratibu taratibu, umeona? Kwao ukiwa una, unaenda taratibu kwa idadi ndogo ndogo ya kuku, unaongeza kidogo kidogo itakusaidia ita. Lakini pia sisi Kingo Farm tuna huduma ya kutoa elimu ya ufugaji. kama una hitaji uh, unahitaji kupata elimu nzuri ya ufugaji kwalea vifaranga e, kama hivi, hata mzee wangu yupo kwenye kundi la ufugaji, kwa hiyo anapata elimu vizuri kabisa ya ufugaji. Unaweza ukatupigia simu uh, utapata mambo mengi sana kutoka kwetu sisi Kingo Farm. Ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Muda wa miezi miwili unalipia ada ya shilingi elfu nane lakini pia tunavyo vitabu. Vitabu hivi vitakusaidia sana. Hata mzee hapa anavyo vitabu ambavyo vinamsaidia, jinsi ya kutengeneza tiba za asili, jinsi ya kuwalea hawa kuku, kwa mfano chotara eh, jinsi ya kupunguza, kutengeneza chakula kwa mfano, ha, wa huku unaona, wana kula chakula ambacho wametengenezewa, iki hapa amekichanganya yeye mwenyewe chakula humo, wana kula chakula ambacho wametengeneza kwa kutumia kanuni ya KingoFarm. Kwa hiyo utajifunza namna gani utengeneze e, chakula kwenye kitabu, vitabu vyetu. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp kwa santeni na kwa elini.